Nafasi hii pia kuishukuru TFF, tabia au utaratibu alioanzisha wa kufungia viwanja ambavyo havina qualification, unatusaidia kwenye kuboresha mwonekano wa ligi yetu, kwa sababu Azam wameinvest kwenye production ya kisasa, lakini viwanja vikiwa vibovu production na viwanja vinakuwa viendani. Kwa hiyo TFF wanachokifanya imekuwa ni sehemu ya sisi kututia nguvu kwenda kujenga uwanja huu, kuwa na uwanja wenye standard ambao hata Azam akifanya production wanajisikia kwamba wanafanya production kwenye uwanja kweli wa ligi kuu katika vilabu bora vitano barani Afrika. Lakini kingine, Mheshimiwa Naibu Waziri, tukuhakikishie, siku sio nyingi tutaanza pia kufunga mataa kwa kuhakikisha kwamba games zinapigwa usiku kwenye eneo hili ili wanasingira wote waweze kupata nafasi ya kuangalia michezo. Baada ya kusema hayo, watu wa Airtel, karibuni kwa ajili ya neno shukrani kwa niaba ya wadhamini wote ambao wametusaidia kujenga uwanja huu. Asante. Asante sana Mheshimiwa Mbunge. Mheshimiwa Waziri kwanza, nikushukuru sana eh, kuja kujumuika na sisi. Na hadhara hii ni kitu cha kipekee kwetu sisi kama Airtel tukiwa kama mwekezaji mkubwa kwenye uwanja huu, tunakushukuru sana. Tunawashukuru wawekezaji wengine pia ambao wameshirikiana na sisi, lakini kipekee tunaomba shukrani hizi utufikishie kwa mama yetu ambaye ndio eh, msimamizi mkuu na Mwana Sport number one. Tunaomba zifike, na sisi kama Airtel tunasema kwamba kwa kuwa serikali ina asilimia 49 ndani ya shares za Airtel, basi uwekezaji wa namna hii ambao ni kurudisha eh, kile ambacho tunakipata kwa wananchi tutaendelea kuufanya. Asante sana mheshimiwa waziri, karibu sana. Tukashuhudie mpambano wa leo. Kutoa shukrani tu kwa mheshimiwa waziri pamoja na Wanasingida, sisi kama NBC tutaendelea kudhamini. Tunajua udhamini wetu ni mkubwa, NBC Premier League, tutaendelea kutoa kudumisha zaidi maeneo mengine maeneo ya viwanja, mabasi. Tumeona juzi tumetoa basi kule Tanga. Tunakaribisha vilabu vingine, na tutaendelea kuboresha miundombinu nchi nzima. Asanteni sana.